Kituo cha anga cha Kenya KSA kimetoa tahadhari kwa umma kuhusu uwezekano wa kuanguka kwa mabaki ya roketi kutoka angani katika kipindi cha wikendi hii. Katika taarifa iliyotolewa Ijumaa, KSA ilieleza kuwa mabaki hayo yanayojulikana kama NORAD yanatarajiwa kuingia tena katika anga ya dunia na kupitia juu ya maeneo ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya. Kulingana na shirika hilo, mabaki hayo yanatarajiwa kuingia tena katika anga ya dunia Jumamosi, Aprili 19 mwaka huu saa 5 na dakika 15 usiku kwa makadirio ya makosa ya saa 9 na dakika 46. Hii ina maana kuwa kuingia tena kwa mabaki hayo kunaweza kutokea wakati wowote kuanzia Jumamosi saa 1 na nusu asubuhi hadi Jumapili saa 9 mchana. Njia inayotarajiwa ya mabaki hayo ni kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya hadi kusini mashariki kuelekea Tanzania na kuendelea kusini zaidi. Ingawa mabaki hayo hayatarajiwi kuanguka moja kwa moja ndani ya Kenya, KSA imehimiza umma kuwa waangalifu na kuripoti matukio yote yasiyo ya kawaida angani. KSA imeonya kuwa ukubwa wa mabaki hayo unaweza kuleta hatari kwa maisha na mali katika maeneo yatakayopitiwa. Shirika hilo linafanya kazi kwa karibu na washirika wa kimataifa ili kupata makadirio sahihi zaidi njia na muda wa kuingia tena kwa mabaki hayo. Hii si mara ya kwanza kwa tukio la aina hii kutokea nchini Kenya. Mnamo Januari 2025, kitu cha metali kilichoaminika kuwa sehemu ya roketi kilianguka katika kijiji cha Mkuku, kaunti ya Makueni na kusababisha hofu miongoni mwa wakazi. KSA ilithibitisha kuwa kitu hicho kilikuwa na kipenyo cha takribani mita mbili na nusu na uzito wa takribani kilo mia tano. Shirika hilo pia linahimiza wananchi kuripoti mara moja tukio lolote la kuanguka kwa mabaki ya angani kwa vyombo vya usalama kupitia vituo vya polisi vilivyo karibu, ofisi ya utawala ya serikali au kambi ya kijeshi kwa hatua zinazofaa.